Kuna aya ambayo iko ndani ya Surati Lmulku, unapoisoma ya Rasulullah, na nashindwaga nipige kelele namna anasikiaga mwili wangu. Ni aya gani? Ni aya ya watu ambao waliyefanya maasi katika dunia, watajuta siku ya Kiyama. Inasema nini? waqalu lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir Waqalu lau kunna nasmau au nakilu ma kunna fi ashabi sair, watasema lau tungalikuwa nasikia maneno ya Allah na tungalikuwa na akili ya kujua kama dunia hakuna chochote, muda wetu tujue namna ya kuutengeneza leo, tusingelikuwa miongoni katika watu wa ashabu sair, kwa kuingia katika huyu moto wa sair. Allah tunusuru mbali na moto wa Jahannam. Waona pendaka aya gani? Mara mbili mara tatu, mheshimiwa imamu wetu hapa afike tu asome kulu Allahu mara kumi, kuswala sala kumi, waislamu watasema subhanallah, manake huyu imamu Qurani nzima yote sura yenyewe anaona ya kusoma ni kulu Allahu tu. Sasa tunakuuliza tangu ulianza kusomewa Qurani, roho yako imeishabadilika? Wafalul khair, mfanye vitendo vitndo vizuri. La'alakum tuflihun, ili tupate kufaulu pepo ya Allah.